Msikilizaji, karibu tena. Dakika arobaini na saba zimekatika baada ya saa tano. Unasikiliza kipindi cha wimbi la mazingira. Jina langu ni Esther Chiro, karibu tena. Uh, leo nimekuandalia mambo mawili uh, na sijui kama msikilizaji unajua leo kwa dunia nzima inaadhimisha siku ya walemavu. Sijui kama ulikuwa unajua hilo. Kama uko pale nyumbani uko na dada uko na kaka uko na mama uko na shangazi ambaye ni mlemavu siku ya leo basi, leo tuna wa celebrate uh. Na siku ya leo, kauli mbiu akiwa wa WHO walikuwa wameweka kuwa ni kukuza jamii jumuishi kwa walemavu kwa ajili ya kuendeleza maendeleo ya kijamii. Yaani in Kiingereza ni fostering disability inclusive societies for advancing society, so, social progress. Kauli mbiu hii inasisitiza kwamba maendeleo ya kweli ya kijamii hayawezi kufikiwa bila ushirikiano. You know, watu wengi huko nje naona tumetenga sana walemavu. And miezi kadhaa iliyopita niliweza kuongea na Halima ambaye yeye ni mlemavu na bado yeye ni kiongozi Uh, na alisema kuwa wao wametengwa sana kwa njia ya si kielimu, si kisiasa, kiserikali, yaani katika sekta zote wametengwa sana. Na nakwambia leo pale nyumbani msikilizaji popote ulipo, yule mlemavu ambaye uko naye hapo nyumbani anafaa kusikizwa na kushabikiwa kivyovyote vile. Hana, hakuna nafasi ya kumtenga mlemavu yoyote. Maana kama wewe unaweza pumua na yeye akapumua, mbona tumtenge mm? So siku ya leo dunia nzima inaweza kuadhimisha siku hii, yani ku, ku, kuwa embrace, ku, ku, kuwakumbusha kuwa tupo pamoja nao, hatujawatenga kivyovyote vile. Na katika jamii tunajua kuwa mtu akiwa mlemavu huwa si rahisi. Uh, ni changamoto atapitia. Na nilipokuwa nimezungumza na Halima, alisema changamoto ni nyingi sana na changamoto moja ilikuwa imesisitiza sana ni katika sekta ya usafiri. Hakuwa, unataka kusafiri, unataka kutoka maybe umetoka Bamburi unataka kuelekea pale Marikiti kufanya mambo yako. Lakini unapata before ufike Marikiti utakuwa umepambana na hali ngumu sana. Na hali hii ambayo inafanya kuwa ngumu inaletwa na makondakta. Kondakta uh, anaweza fanya hali ya mlemavu ikawa ngumu sana katika usafiri wake kutoka pale Bamburi hadi Marikiti na hiyo si sawa, si sawa kabisa. Na pia kama wewe uko na mlemavu pale nyumbani, hufai kumwacha kusafiri peke yake, unafaa kuwa pale kumtetea na kumsaidia, maana conductors huko nje wako harsh sana. Na watu kama hao, huwa unajua conductor ni lile mtu mwenye akona haraka sana, yaani ametaka, amekuuliza unaenda wapi, we panda. Haangalii kama we uko na crutches ama haangalii kama uko kwa wheelchair, na unafaa kufanya vipi upande lile gari ndio uweze ku comfortable pale kwa lile gari. So siku hii ya leo kukukumbusha tu, bado walemavu wapewe sifa zao na wapewe haki zao kama tu yule mwingine pale aa, na katika ngazi za juu na kule taasisi pia kwa mambo na ajira aa, bado kuna twashishi kidogo, manake mimi nikiwa nimetoka hapa, nimetembea na yule mlemavu, tumeenda kuomba kazi bet me and it's a sure bet ya kuwa yule mlemavu kuna venye atatengwa apewe yule mwingine, kisa na maana atambua ako slow ama hata kuwa haraka kikazi, maana ukitumwa uko na clutches ama uko kwa wheelchair. Sasa yule mwenye ako na miguu yake miwili ataweza kufanya kazi hii sawia, lakini yule mlemavu atambua ah, wewe, mi naona utakuwa unafanya kazi polepole pole. Hiyo imefanya kuwa inavunja yule mlemavu moyo popote pale alipo, ikiwa mimi ni kijana, ikiwa ni mwanamme, ikiwa ni mzee Tusiwabague. Kwa elimu na mafunzo pia tunapata bado hatujakuwa na zile tuseme elimu za kuwa tunaweza kujulisha walemavu pia wawe sehemu yetu, pia kuwajumuisha ulemavu, tunapata sasa. Sasa shuali, maanake tunajua lazima wapewe that care, waangaliwe kwa uangalifu zaidi, na maybe tuseme, pia kwa ushirikiano wa vikundi na utetezi, tunapata bado kutetea walemavu ama vile vi organization bado ziko nyuma sana. Bado walemavu hawajapewa sekta ya mbele sana. Hata nilipokuwa na mazungumzo na Halima, Halima alikuwa anasema ni ngumu sana yani, kusema tunaanzisha organization ya kuwa tu ni watu walemavu inakuwa ni vigumu sana. So popote ulipo pale, msikilizaji mlemavu ni kama tu wewe na mimi, hafai kutengwa kwa sababu ati maybe ali maybe hakuzaliwa hivyo. Ni mambo ya Mungu. Huwezi jua, alizaliwa akiwa sawa, mwili wake uko sawa, lakini changamoto za, za kimaisha hapa na pale, huwezi jua maybe alipata ajali ama ni ugonjwa ukamfanya akalema. So ukipata oh, pale unadhani alizaliwa hivyo, la hasha, si walemavu wote walizaliwa hivyo. Manake Halima alisema hakuzaliwa hivyo, changamoto ama gonjwa lilikuja likampiga vibaya sana eh? akawa amefikia mahali hapo. So, tusiwezi kudhulumu ama kuwatenga walemavu maana ni sehemu yetu pia. Aa, na pepo, maybe uko pale na uko na mlemavu, nakuambia mcongratulate ama mpigie makofi, maanake mwambie pia ye pia ni, ni Mkenya na ni sawia kama wewe unavyotembea. Kwa sababu yeye ako na wheelchair haimaanishi kuwa ati akona fanya kitu kingine hata yeye unatapata maybe anaweza fanya vizuri hata kukuliko wewe, ama nini na, so, tunajaribu kuwaweka viwango vya juu na kuwakumbuka kuwa katika jamii hii yetu. Kukukumbusha tu kauli mbiu ni kuwa kukuza jamii jumuishu kwa walemavu kwa ajili ya kuendeleza maendeleo ya kijamii. Tunapowatenga tutakuwa hatujaenda hatuja, hatuja na kauli hii mbiu lakini, tunapokuwa tumewaweka karibu, na isikuwe tu umeweka mlemavu kwa sababu ni mamako ama dadako ndo namweka karibu, hata yule mwingine pia anataka ule upendo, anataka ile kuembrace you know? so tusiwatenge, na tunaona pia vio bado vina serikali inajaribu ku, kutengeza ama kuwaweka mstari wa mbele kutengeza vio kuwa walimu hmm? Halima ni mwalimu na kama si ushirikiano ama kuwekwa karibu na wale watu ambao wako karibu naye, hangefikia hapo. Halima anasema amefika, amepanda ndege na kuenda kwa vikao vya juu kule, vya ambao wameweka WHO wameweka kule, na akashiriki kule. Hii inamaanisha kuwa endapo tutawapa sapoti ya sawa zaidi, watazidi kufika mbali. So tumesema kuwa walemavu ni watu kama wale wengine, na najua uko pale, maybe unasema tufanyi nini? Serikali izidi kukaza mwendo ama itie mkazo zaidi ya kuwa waweze kusikizwa. Najua tunasikia, sisi tupo hapa kueleza na kusambaza ujumbe huku ufikie wale serikalini kule juu na kusema kuwa walemavu pia wanataka haki sawa, mm? tunapokuwa maybe, tuseme ni basari zimefika pale alafu watu wamepanga laini. Changamoto huyo Halima alikuwa anasema, anasema mmeenda mmepata, maybe ni mwaliko fulani, mmepiga laini pale, lakini sasa badala ya kuwa yule mlemavu aweze kusikizwa sawa, so maanake hana ule uwezo wa kuwa atazunguka huku na kule, ama lile jua, unapata anatengwa. Anasema ah, hii si yenu hii, walemavu wametengewa yao. Mm, hiyo ni changamoto yenye Halima alikuwa anasema, hakuna kutengewa yao ya huyu mwenye ako na miguu miwili na huyu mlemavu, zote sisi ni wakenya wamoja, na sote tunafaa kupata equal rights. Na kuendelea ni kuwa tuzidi kupinga unyanyapaa, tuweze kutetea hawa walemavu, maanake pia tunapata juzi tulikuwa tumesema tunapigana GBV, mm? na hao ni watu wa kwanza ambao tunafaa kuweka close karibu zaidi, maanake huu ni mtu haizi jitetea peke yake, anafaa kuwa na mtu pale karibu amwambie ah, hivi haifai na hivi, na kawa mtu anaenda kumnyanyasa ama niki ni kifedha, kijinsia, mtu anafaa kuwa pale na kumtetea maanake hao hawawezi kwa mambo ya vurugu ama ubaguzi hawawezani, ni mtu labda mimi ni ni mguu hana, ni kidole hana ama ni mkono hana. Anapokuwa kwa vurugu, nani wa kumtetea? Ni sisi, tuweze kuwa karibu na wao ili tuweze kuwatetea na tuweze kuwa karibu zaidi kusikiliza haja zao, manake bado serikali ipo nyuma kwa kusikiza haja zao. Tunasema tumewatengea, lugha ni ile, tumewatengea, tumewahifadhia, lakini haifiki. Tuweze eh, kuwapa masikio wale wenzetu na tunapoweza kuwapatia hiyo at least serikali itafanya juhudi zaidi. Manake sisi ndio wakupaza zile sauti zao. Manake yule mlemavu hawezi toka pale na kusema naenda serikalini kwa kaunti ama ya Mombasa nikaongee moja mbili tatu. Ni sisi tunaposhirikiana na kuwasikiza tutapaza sauti zao na ziweze kusikika kwa serikali. Uh, nimeweza kukujuza tu na wanasema siku hii iliweza kuadhimishwa 1992 Uh, siku hii ilikuwa tu kuongeza uelewa juu ya mambo yanayohusu watu wenye ulemavu pamoja na masuala mbalimbali ya kiraia, kisiasa, kiuchumi na kiutamaduni. So, hii siku iliadhimishwa kuanzia 1992 mpaka sasa, bado WHO na USAID bado wanang'angana zaidi ili haki za mlemavu ziweze kusikilizwa. Imekuwa ni hiyo kuhusu siku ya ulemavu na tunachukua tu mapumziko mafupi. Usibanduke hapo, tunaporudi niko na mengi zaidi ambayo nimekuandalia. Usibanduke hapo. Karibu tena, mpenzi msikilizaji, kibao hewani. ni Mary Mela. Eh, dakika 28 na zimekatika baada ya saa sita. Kipindi hewani ni wimbi la mazingira, jina langu ni Esther Chiro. mm? Mary Mela aliambua chill, akakataa akamboa, tumia mipira, akakataa akamboa, panga uzazi, akakataa akamboa, basi pata wokovu bado akakataa, eh, akasema anavunja vunja mifupa. Hmm? akawa yeye ni ATM mashine, kila kadi inaingia hii inakuleta. Mpaka nakukumbusha tu siku tarehe moja Desemba dunia nzima ilikuwa inajumuisha siku ya UKIMWI duniani eh? Merimela aliambiwa tulia, wacha tukupange, akakataa. Ukimwi mgonjwa mbaya huu eh? wababa hapa na pale, wasichana wadogo kuanzia miaka 15 mpaka 34, tunaambua kwanza, hiyo ndio age ya kuwa sasa, ndio ukimwi umekita mizizi mm? nasema panga uzazi, tumia mipira. Juzi nimekuwa nanyi nikiwambia tupange uzazi mm. nasema kupanga uzazi inaleta infertility mm. hauta zanani amesema So nakupeleka moja kwa moja, ni kujulishe tu kuwa dunia nzima ilikuwa inawakilisha siku ya UKIMWI duniani uh, tarehe moja ya Desemba uh, siku hii iliweza kuadhimishwa kutoka mwaka wa 1988 uh, na WHO na USAID kwa jumla shirika la afya duniani. Lengo kuu uh, lilikuwa tu ni kuunda siku hii maalum, kuenge, kuongeza uelewa kuhusu UKIMWI na kutoa fursa kwa jamii katika kupigana vita dhidi ya ugonjwa huo. Uh, ilikuwa siku ya kwanza kabisa ya afya ya kimataifa kuadhimishwa na imekuwa tukio muhimu la kila mwaka linadhimishwa na WHO na dunia mzima kwa jumla. Hmm, Vijana uko pale nyumbani. Ah, uh, age 15 to 34 ndo tunaambua sasa UKIMWI umezidi kuenea katika age bracket hiyo. Je, umejua hali yako? Msikilizaji wangu, nakuuliza asubuhi ya leo kama umejua hali yako? Maana tunasema UKIMWI hauna tiba lakini unaweza zuiwa na endapo umepata bado kuna madawa unaweza tumia na ukaishi kwa muda mrefu sana. Uh, takwimu maybe ni kujulishe tu, kulingana na ripoti za hivi juzi za UNAIDS zinaonyesha kuwa uh, wanaoishi na ugonjwa huu ni takriban milioni 40.8 duniani kote. Imagine milioni 40, 40 million.

katika jangwa lote la Sahara mm? asilimia hamsini. Hiyo ni asilimia kubwa sana tukiambua tutumie hii panga uzazi unakataa, uko pale nyumbani ha? asilimia sitini. Sitini. Sitini, uh, kwa jangwa lote la Sahara, jangwa lote la Sahara, asilimia sitini ya wanawake na wasichana, wanaume nao ni takriban asilimia hamsini na tunasema nimekukumbusha tena, nikikwambia vijana umri wa miaka kumi na tano hadi thelathini na nne ndio wa hatari kubwa sana ya kupata maambukizi haya. Hiyo ni kuanzia mpaka, sisi bado ni vijana wote, hata mimi naoingilia najiunga katika msururu huo. Mimi kama kijana bado niko katika hiyo ya kuwa ugonjwa huu unaenea sana katika hii. Najua uko pale nyumbani, najuliza hmm, sawa, sijapima lakini kuna dalili hizi ambazo naziona hizi na hizi. Dalili hizi nazo ni gani hmm? Unapata homa, mafua, maumivu ya kichwa, vipele mwilini, maumivu ya koo hmm? Dalili hizi zote zinaanza tu baada tu ugonjwa huu umeingia kama wiki mbili hivi. Na tulipokuwa tuko primary school, tuliambua kuna four stages of HIV AIDS za kuwa unajua kabisa ni kuanzia hapa mpaka hapa, mpaka unajua ikifika hii full blown edge, unajua siku zangu zimewadia. Lakini before ufike kwa full blown, mbona tu usijihatarishe usijitahadhari? Wanasema usipojenga ufa utajenga ukuta. So wanawake tuko hatarini zaidi, mimi kama mmoja wao, age bracket hiyo ni kali sana. So dalili ni kama hizo, mafua, homa, maumivu ya koo mm? Hatua hii inaweza kudumu kwa muda mrefu kabla ya kuona dalili zi, zi, zikazidi kuwa sugu zaidi, na ujue virusi hii huenea mwilini kote, si kama venye tunaweza sema naumwa tu na kichwa ukapata dawa. Kirusi hiki ukikipata, kikiingia mwilini kinasambaa kote kote kote. Uh, na kinga, unajua inapokuwa imeenea kote mwilini, kinga ya mwili nayo hupungua ndipo dalili dalili, sasa hatari sasa hatari zinazojitokeza. Sasa dalili hizi ni kupungua kwa joto, uzito unapungua, mm, kuharisha kwa muda mrefu, homa za mara kwa mara, maambukizi ya fangasi kinywani na kooni, na saratani mbalimbali. Dalili mm, dalili ni nyingi sana. Umehisi dalili pale nyumbani hizi, kimbia pale zahanati ukapimwe, jua hali yako. Sikilizaji asubuhi ya nakuuliza, umejua hali yako, ama unaishi kwa kupima? Maanake nasema sisi ni jaz, nasema tunapima na macho. Ole wako, hakuna kupima na macho. Hospitali iliyo karibu nawe, nenda pale ujue hali yako mm? Njia za kupima na kuzuia ugonjwa huu, njia ni nyingi sana, kupitia vipimo vya damu, kuna vipimo vya mdomo na vipimo vya kujipima wewe mwenyewe mm? ukiwa umeogopa sana, umesema siwezi enda kemes kununua that testing kit. Zahanati iliyo karibu nawe inaweza kusaidia zaidi, sema mi nimejileta hapa, maanake nimeshindwa kujipima mwenyewe na nimepeza muda mrefu kupima, nataka nijue hali yangu. Maybe ulicheza vibaya, inaeleweka. <laughs> Sasa zahanati iliyo karibu nawe itakusaidia, ingia pale watakujuza moja mbili, atakuprepare psychologically ukipata, eh. Je, utachukua hatua gani? <environments> ama utajiua? Maanake kuna hatua zingine ya kuwa unajipima mwenyewe. No, unapopata ugonjwa huo unaenda kujiua. Hapana, unapopata ugonjwa huu si mwisho wa maisha. Dawa zipo, utameza kila siku. Lakini je, uko tayari endapo hutajitahadharisha na mambo kama haya? wimbo nimekuwa nimekuchezea, nakwambia, Merimela alisema wababa na yeye na, ye na wababa, nasema jenzi, sahii ukiulizwa, afadhali ulie kwenye renjirova ama ucheke kwenye bodaboda boda, wengi usema afadhali walie kwenye renjirova na ni mbabaso bwana ya mtu jilinde ha? jilinde mwenyewe, hakuna mtu atatoka pale aseme ati ataenda ama kuzuia ama nini. Sasa timu ya mwaka huu ilikuwa ni kushinda usumbufu kubadilisha mwitikio wa UKIMWI. Overcoming disruption, transforming the AIDS response. Hii ni shirika ambayo waliweka timu hii ni WHO na UNAIDS. Uh, siku hii ilianza kuadhimishwa 1988 na shirika la WHO bado na USAIDS na UNAIDS zote hizi lakini baada ya kuwa wamegundua ugonjwa huu wakasema, tutakuwa tumepata hii na lazima kuwe na tiba ama. Ndio maanake hakuna tiba ya kuwa tunaponya UKIMWI, lakini kuna zile dawa ambazo zitakufanya uishi miaka mingi zaidi hata kuliko mwenye hana wakazindua. Wanasayansi wakaja moja mguu moja mguu pili, wakasema tutafanya utafiti paka tujue, eh? tupate dawa ya kuwa tutakuwa wamekinga mtu isienee sana dawa hizi zenyewe ni ARVs. ARVs, wanasayansi wanasema ziliweza kugunduliwa elfu mbili na nne. Hmm? Sasa sijui wale wababu zetu waliokuwa nao huko nyuma walikuwa wanabidi, umepata unabidi unaishi hivo na unakufa hivyo lakini kwa sasa kwanzia elfu, mwaka elfu mbili na nne wanasayansi walisema wacha tuwasaidie kidogo angaa muishi kwa muda mrefu, tukasema tunawaletea ARVs. ARVs zenyewe zinapatikana kwa hospitali zote na kwa chemist zote. Endapo umepimwa na ukapata uko na gonjwa hili, then huna budi ya kumeza dawa hizi. Nimekugusia tu, tunachukua tu mapumziko mafupi. Mi nimekuacha ukitafakari itafakari hili, naporudi tunajadili mengi zaidi. Kibao hewani ni ipepete by Masauti, dakika arobaini na sita zimekatika. Baada ya saa sita kipindi hewani ni wimbi la mazingira. Jina langu ni Esther Chiro. Karibu tena tunazidi kujadili uh, kuhusu siku ya UKIMWI duniani ambayo ilipita tarehe moja Disemba. Na nimekujuza kuwa UKIMWI huu unapoenea, dawa zipo ndio za kuzuia, lakini utazimeza mpaka siku yako ama pumzi yako ya mwisho. Na njia ni nyingi za kuzuia ugonjwa huu jamani. Tujiepushe na ngono, eh? Matumizi sahihi na endelevu ya kondomu, tujue kutumia kondomu. Na kuna prep, dawa za kumeza kila siku au sindano, kwa watu walio na hatari kubwa zaidi. Tohara kwa wanaume kupunguza hatari ya maambukizi kwa kiasi kikubwa, eh? Mwanaume uko pale nyumbani umenisikiza na bado hujapashwa tohara, ni wakati wako sahihi hmm? Kutumia vifaa vya kudunga, kujidunga dunga tu vitu umetumia. Ikiwa uko pale nyumbani, uko na watoto, amepata tu kijembe ama kitu sharp, ametumia, ameanza kujidunga dunga nayo, hakikisha kuwa unamzuia na kumwepusha, maana vitu hivyo hatari vya kujidunga. Huwezi jua ni nani alitumia sindano hiyo ama wembe ule, itamfanya kuwa kwa hatari zaidi. Bado nimekujuza kuwa ARV ziko, ni dawa hizi hupunguza kiwango cha virusi mwilini mm, hadi kufia, kiwango, kufukia kiwango ambacho hakiwezi gunduliwa tena. So unapokuwa una meza dawa zile, at least kiwango cha kile kiini kinapungua kwa kiasi fulani. Uh, kuenea kwa ugonjwa katika kizazi pia hii ni ingine, hasa hasa wasichana. Ndio maana tunaambua wasichana na wanawake ndio wako katika riski kubwa ya ugonjwa huu, kwa sababu vile tulivyoumbwa, unajua venye tulivyoumbwa na tuko na penetrations mingi sana, ambapo zi, zi, zile zilizokuwa ziko wazi na tunapokuwa tuko tumeacha hohehahe bila kujitunza, unajua vilivyo. UNA, WHO na UNAIDS bado wanazidi kujadili mipango hafifu mbadala zaidi ya kuweza ku, kushughulikia ugonjwa huu. Maana ni ugonjwa wa hatari zaidi, ugonjwa ambao hauna tiba, ni dawa tu tameza miaka yako hadi pumzi yako ya mwisho. Uko pale nyumbani msikilizaji, na hujajua hali yako, ni wakati sahihi, usingoje mpaka upate eti watu ndio hao, ama ni kikundi fulani kinasema kujeni tuwapime, afte kama mwezi mmoja toka nendo ukapimwe na si lazima uende hospitali kama uko jasiri enough. Kuna zile tools ambapo utanunua pale chemist, duka la dawa, na ujipime mwenyewe hmm? kama uko jasiri na kama hauko jasiri, basi ni wakati wako wa kwenda kujipima na uangalie hali yako. Wengine wanasema wanapima na, na macho ile, wako eh? uko pale, uko na mahusiano na mtu, ndio umeanza kujuana, tayari hujajua hali yake napata amekuambukiza, unasema, o oh, wanaume sikile ni wabaya na kumbe ni wee mwenyewe hukuchukua hatua ya kusema kama uko serious na mimi mm, basi wacha tukapime. So ni wakati sahihi wa kujua hali yako, tusingoje tu eti ni siku ama umekumbushwa siku ya kuadhimisha UKIMWI duniani ndio huko mbelembele ume, umeanza kusema unataka kwenda kupima. Uh, kama ilivyotajwa awali kuwa lengo kuu ni kutokomeza UKIMWI kama tishio la afya ya umma ifikapo mwaka elfu mbili na thelathini na bado, WHO na UNAIDS bado wana mipango kabambe na malengo kufikia 2030 ambapo pia wanatamani kutul, kutuletea dawa mpya ile za kuweza kutibu ugonjwa huu na kufanikisha zaidi ufanisi zaidi hakikisha kuwa usawa na huduma za afya zote kila mtu anapata bila ubaguzi, hakuna mm? Sijui kusema oh, wanawake peke yake ndio wako kwa hatari ndio wanafaa kutumia hizi preps. Preps unafaa ni kama wewe unajua kabisa uko katika risk ile hatari zaidi, ndio unafaa kutumia, na si eti kwa sababu UKIMWI peke yake, lakini huwa imesemekana wewe kama mwanamke pale nyumbani make sure umepata hii prep, hmm? hata kama ni mara moja kwa miezi mitatu huwa ni vyema kabisa uweze kujua hali yako. Hata wewe mume uko pale, hmm? wa kutembea tembea nje, unasema uwezi kaa na mwanamke mmoja, unahatarisha hali ya bibi yako pale nyumbani. Nasema nyinyi ni poligamas, ah, sawa, imeeleweka, lakini njia ziko za kutumia mipira ama pia utasema, ulisikia wapi switi ikiliwa na mfuko? Tutumie njia sahihi kupanga uzazi, uko pale nyumbani eh? Nasema aa, sijui aa, tupange uzazi. Niliweza kuwaelezea last week, tukasema kuwa hizi njia mbili ya kutumia mipira na kupanga uzazi zinasaidia sana, hasa hasa wanawake. Nimeweza kukupa tu historia ya kule ilikoanza na dawa ARV zilivyokuwa zimeweza kupatikana, na nimekuuliza swali ya kuwa wewe ulipokuwa pale primary school, kuna hizi four stages za UKIMWI za HIV and AIDS, uliweza kupewa nazo ni gani? Kwa mitandao yetu www.radio.co.ke unaweza kutujibu swali hilo. Naam, so stages ni nne, na endapo kwa umepatikana mapema, basi ni ishara kuwa utaweza kupata dawa hizi kwa mapema na utaishi maisha marefu hata kuliko yule ambaye hana ugonjwa huo. Tunaambua merimela aliambua chil akasema, hapana, wanawake wa saa hii, the age of 15 to 34 wanasema lazima mbaba mbaba atakumaliza wewe eh. Tutumie njia sahihi vipimo, tuende tupime sahihi. Tumewambia bado na kukumbusha, njia za kupima ni nyingi sana, za damu, kuna ya mdomo na hata kujipima wewe mwenyewe toka uende ukajue hali yako. Jua hali yako ndio, kama umepatikana nao unaweza kuanza kutibu mapema. Nimekukumbusha yakuwa ni hiyo siku, na tusingoje tu kukumbushwa kila saa, make sure umejua hali yako. Naam, sina la ziada, nimeweza kukujuza, nimeweza kukutaarifu msikilizaji, uko pale nyumbani, umeweza kujua moja ama mawili matatu kuhusiana na siku hii, na endapo kuwa uko na swali bado, mitandao yetu iko wazi. Tunaporudi katika kipindi kingine wiki ijao, tutaweza kujibu maswali yako. Mimi nami nimekuwa Esther Chiro, sina la ziada, nimekuwa studioni peke yangu. Hadi wakati mwingine, shukran.